Mi nakula shoga yangu, na njaa kweli, yani na njaa kama ya mwezi mzima. Sema kama sijala, kumbe nimekula. Sema sijui njaa inatokea wapi, maana isafari sio mchezo. Shoga yangu na njaa mpaka basi yani, mpaka tumbo silielewi. Mi naala, mwezako kula tu, wala usijali, wala nendekeza. Mi mimi mwezako, nimetoka nyumbani nimekula, nimejipigilia chipsi asubuhi, hapa nimeshiba. Ndo ndo hapa nakula tu basi, lakini la jifunzi tu ah, unaoenda oh, ta, ta aletea hiyo maji. Nimemtuma maji tangu saa zile, ada amnomba maji basi, wanataka mpaka chakula kene kwame maji muda wote na kutuma. Unaletea hasa ndo nini, letea maji baridi sana sawa. Na wewe naye umejifanya, unajifanya uh, sasa ushakwa mjini tena, kuinuka mwenyewe hapa kwenda kuchukua maji, unataka wanataka kila kitu, unaletea Maji si yale kachukua shoga yangu wembo acha umwenye bwana. Haiwezekani kabisa yani. Yaani yule mwanamke anani mimi ananizuilia. Mimi ananizuilia kabisa yani. Ananizuilia mimi nisiende kuonana na mjomba wangu kweli. Yaani haiwezekani. Ya, ngoja sasa nifike zangu nyumbani nampigia simu. Yaani nitahakikisha yule mwanamke anafukuzwa kazi. Mimi kweli ananzalilisha mbele za watu pale, ananitoa eti niende kwa miadi. Mimi naenda kwa miadi kweli, mimi naenda kwa miadi. Sasa mimi naenda pale pale nyumbani kwake mjomba. Namsubiri pale pale mpaka kutoka aje. Kudada deke lazima nahakikisha kikisha mwanamke anatimuliwa kazi, hata kuja kuniomba msama eh. Mimi aliwata ni anajifanya mimi anijui, sindio? Kila kitu nimemweleza, nimemwambia mimi mjomba mimi wayo mimi inakuja bila taarifa ye mwenye anajua kama mina ingia bila taarifa. Sasa inakuwaje tena? Inamana hea jamba taarifa kwa mbabana. Takuja mjomba angu wapa bana, mimi sikiliza bana, mimi hata sikubali, nasema aje mizi kubali, nasema mizi kubali kabisa. Yaani anizalilishe yule mwanamke haiwezekani, hata kidogo. Alafu mjomba akija mi bwana, nitamsemea ovyo kweli kweli, haiwezekani mi mwanamke wala anizalilishe hapa. Chakufanya hapa, wacha kwanza niende nyumbani kwake, ngamsubilie pale pale mpaka aje, yaani nitakaa usiku mzima yake yani. Wewe si mama na mimi bwana, si mama na mimi bwana. Sikiliza bwana, nikwambie kitu kimoja. Umesikia vizuri bwana? Sikiliza, wacha kufanya wewe nenda. Mimi hiyo hela sitaki unilipe, sitaki unilipe. Uongo, nimekupa tu bule, na hizo vitu vyote nimekupa bu, nimekupa bule. Na maana kila ukipata taarifa yoyote uniletee. Au leo hako kitu kuniletea. Na pia kama nilikwambia, kama kutatokea jida yoyote utaniambia, utaniambia. Kama una jida yoyote, masola misosi na nini, wewe niambie, niambie mapema. Umenielewa vizuri bwana? Mimi nakupenda sana wewe, Mwanangu, kwa sababu unaletea taarifa za ukwe za ukweli. Yani fanya hivyo, usije ukakosa hata siku moja. Aashila utoa shaka hadi uzuola shaka kabisa

kumwagia na kumwagia na kugawia bure. Yani unajua tena, sisi kule leo tunasemaje? Unajua tunasema yeye ndio. Nimepata ripoti nzuri, nimetoka kule hospitalini, yule daktari kanipa ripoti, ndio hii hapa nilokukabidhi. Amesema amefanya uchunguzi wa kidaktari, sasa tunataka tufanye uchunguzi wetu sisi wenyewe. Sasa inabidi tuende kule kule. Nimetoka kule majumba saba, nimefanya uchunguzi wangu Nimegundua kitu pale pembeni, nimepata kisu, kisu chenye alama ya mikono kile kisu kikapimwa. Oh, safi sana, safi sana, ni mimi ndo maana kuamini wewe iko kisu sasa, cha kufanya peleka kule maabara kwa mchunguzi mkuu akiangalie, alafu tujue alama ya vidole ni vya nani. Atapatikana tu muuaji, mwacha chezecheze, lakini mwisho wa siku atanasa kwenye tundu bovu, si afandi? Nimekuiliwa, wacha basi mimi niende zangu, kwenda nikapumziki nikaangalia mambo mengine yanaendaje, maana sijafika nyumbani na siku kama mbili. Basi nipe luksa yako afandi kwa niaba tu ili nifanye kazi vizuri, maana sijarudi nyumbani na siku hizo, sijajua kule nyumbani anaendeleaje. Lakini mambo ataenda vizuri tu, mimi mwenyewe nafuatilia hilo, lazima aliyofanya aliofanya hivo apatikane. Haina shida, afande, wewe nienda tu kapumzike eh. Alafu utakuja baada ya siku tano, sawa eh? Nimekupa mapumziko, baada ya siku tano njoo, tunaanza kazi rasmi kwa hiyo nenda nyumbani kapumzike, kaangalie familia, wacha mimi nitaifuatilia taratibu. Nitamtuma na yule afande Migoko akaangalie vizuri vizuri, lakini kesi ni ya kwako, kwa hiyo haitafanyika mpaka mwenyewe uje, sawa. Anaenda tu kapumzika, haina shida sana afandi, nashukuru kweli kweli, yani mkuu, yani nashukuru sana. Basi sawa, ngoja mimi niende zangu, najua nitakuja baadaye siku tano. Asante sana, nashukuru sana yani, nashukuru kweli kweli.